Niwashukuru kwa sapoti ambayo umeonyesha na nadhani shetani wa yanga amesistiza sana na kuombea dua nyingi sana. Mwenyezi Mungu awafanyie maarifa. Lakini pia kwa wale ambao walichelewa labda kwa bahati mbaya, tunachokwenda kukifanya ni kwamba tutakuwa na tamasha tarehe nane la mchezo wa watu wenye ulemavu, na tutakuwa na michezo zaidi ya mitatu. Tutakuwa na golbo kwa maana kwa watu wenye ulemavu wa macho Alkadhalika, tutakuwa na wheelchair basketball kwa maana walemavu wanaocheza mpira wa kikapu, lakini pia kutakuwa na mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu. Kwa kunogesha zaidi, tutakuwa na mchezo kwa watu wote, kwa tarehe nane, na venue yetu, na na sana, wa rede kwa watu wote kwa siku hiyo ya tarehe nane na venue tutakuwa ni viwanja vya mwembe Yanga. Nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Karibuni tena siku ya tarehe nane mwembe Yanga ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Jambo hili bila nyinyi sisi hatuwezi kulifanikisha. Naamini support yenu ni kubwa sana katika kuendeleza mchezo Karibuni sana tarehe nane mwembe yangu, tunaanza saa mbili kamili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni. Na kwa waandishi wa habari, sina shaka na nyinyi kwa sababu ni mara nyingi tumekuwa tukifanya kazi hasa kupitia sports. Kwa hiyo naamini wote mtakuwepo, na kwa maelekezo ya mratibu kwamba lunch yenu itakuwepo pale kwa muda wote mtakaofika. Ukifika asubuhi, sema nitafika asubuhi ankomoshi, tutakuwa na supu ya samaki. Hiyo ni special kwa ajili ya waandishi wa habari peke yake. Karibuni sana, asanteni, nawashukuru na nadhani tutakuwa tumefikia mwisho wa pesi yetu kwa siku ya leo. Baada ya hapa mratibu atafanya ndio.